au wanatenda kosa la jinai lakini pia wagombea hawa hawana lengo zuri, kwani wanataka kupita e, na kupata uongozi kwa njia za rushwa na sio kwa uwezo wao uliopimwa na kukubalika na wananchi. Hivyo wagombea hawa, endapo watapita kwa njia za rushwa, wataendelea kujihusisha na rushwa wakiwa madarakani, ili kwanza kurejesha fedha walizohonga, lakini pili lakini pia kukusanya fedha za kujinufaisha wao na familia zao, na zaidi watakusanya fedha za kuhonga katika chaguzi zinazofuata. Fedha hizo ambazo watazikusanya au eh, ambazo zitafanywa ubadhirifu ni fedha za umma ambazo zingetumika katika kuwaletea wananchi maendeleo. Lakini pia wagombea hao wanaotoa rushwa ili waweze kushinda uchaguzi wanawazuia wagombea wazuri wenye sifa ambao hawatoi rushwa ili wasipate nafasi za uongozi. Mambo hayo hayakubaliki. Hivyo TAKUKURU ikiwa taasisi kinara wa kuzuia na kupambana na rushwa, imekuwa na wajibu wa kuzuia na kupambana na rushwa katika chaguzi, katika kuchunguza vitendo vya rushwa katika chaguzi kwa mujibu wa sheria za nchi zilizopo. Hivyo katika kutoa elimu kwa umma, TAKUKURU imekuwa ikitoa elimu kwa makundi mbalimbali. Nizamu ya kundi la waandishi wa habari. Hivyo lengo kuu la, la semina ya leo ni kuwawezesha waandishi wa habari mkoa wa Kagera kufahamu wajibu wao katika kuzuia na kupambana rushwa katika uchaguzi mkuu. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu.